Na mtazamaji wa Jongo Media TV huwaligani, na habari ya asubuhi na mii imeamka ukiwa na afya njema, nakaribisha sana leo Mei 23 kwenye habari kubwa ambazo zinapatikana kurasa mbele kabisa na kurasa za nyuma katika magazeti. Mimi naitwa Grayson Kapinga kutoka hapa Jongo Media TV. Leo ninalo gazeti Nipashe, nina gazeti Mwananchi, nina gazeti Uhuru, lakini pia nina gazeti lingine ambalo ni habari leo. Nina gazeti ambalo linaandika habari kubwa kurasa za mbele kabisa na kurasa za nyuma, gazeti Taifa Tanzania, raia mzalendo nikonalo pia hapa katika meza yangu ya magazeti, na magazeti mengine kadha kadha, ambapo nitakuletea kupitia kipindi hiki ambacho asubuhi unaamka ukiwa na afya njema. Usisahau kusubscribe wala kushare ili uweze kuwa wa kwanza kabisa kupata notification zetu pale ambapo habari mpya zinawekwa kwenye channel yetu ya YouTube. Usikose pia kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii, TikTok pamoja na Instagram kwa kuandika Jongo Media. Chizari. Nianze na gazeti ambalo linaandika habari kubwa kurasa wa mbele kabisa ni gazeti Nipashe. Kurasa wa mbele wanaandika Chadema kujifungia kujiuliza yaliyo ndani kwa ni ukurasa wa mbele kabisa, habari hiyo inaandikwa na kuna habari picha hapa inamwonyesha uh, Tundu Lissu mwenyekiti wa Chadema katika ukurasa wa mbele pamoja na John Mnyika wake katika ukurasa wa mbele hapa, na habari hii inapatikana katika ukurasa wa nne gazeti ile ambayo gazeti Uh, Nipashe, habari nyingine inaandikwa katika gazeti hilo, inaandika mtaalamu ataje mbinu kukabiliana na udukuzi. Ukurasa wa nne habari inapatikana gazeti hili, ambao ni gazeti Nipashe. Lakini habari nyingine inaandikwa ni mradi ujenzi mwendokasi wa ng'oa vigogo Towers. Ukurasa wa mbele gazeti hili Nipashe inaandika habari hii, na habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili gazeti Nipashe. Habari nyingine imepewa kipaumbele gazeti hili ni habari inayosema TMA yahadharisha magonjwa katika majira ya kipupwe, ukurasa wa tatu gazeti Nipashe wanaandika habari hiyo, lakini habari nyingine inaandikwa hapa, ndugu mtazamaji, wanaandika Mbeki: asema Afrika inakum, inakumbwa na changamoto za kiuchumi habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu gazeti Nipashe. Kuna habari picha hapa inamuonesha kiongozi kutokea Afrika Kusini akiwa katika habari picha hapa na uh, habari nyingine pia zinapatikana katika ukurasa huu, lakini habari nyingine gazeti Nipashe inaandika mwanaharakati Kenya arudishwe nchini kwao, ukurasa wa tatu gazeti Nipashe, na habari nyingine inaandikwa Tanzania inavyojivunia uhifadhi wa bioanuwai, ukurasa wa 18 gazeti Nipashe wanaandika habari hiyo na sasa naacha na gazeti Nipashe na kamata gazeti Mwananchi, ukurasa wa mbele habari kubwa inaandikwa kamati kuu ikutana leo, kamati kuu kukutana leo, Chadema kwenye uamuzi mgumu. Ukurasa wa mbele gazeti Mwananchi wanaandika hapa, na kuna habari picha hapa inaonyesha viongozi mbalimbali wa Chadema akitoa kauli mbalimbali, lakini lakini habari kubwa kabisa ambapo ipo katika gazeti hili ni picha ya mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Lissu sasa hivi yuko eh, rumande akisubiria kesi yake ambayo ina, ina mkabili. Na naona kuna habari picha hapa ya John Mrema, lakini pia kuna habari picha hapa ya um, Dr uh, Azaveli katika ukurasa wa mbele gazeti hili ambayo ni gazeti, gazeti Mwananchi. Lakini uh, habari nyingine gazeti hili wanaandika wanaandika foleni zinavyoleta karaha umasikini ukurasa wa mbele gazeti hili linaandika na habari zinapatikana ukurasa wa 4 na ukurasa wa tatu. Habari nyingine gazeti Mwananchi wanaandika sababu wabunge kucharuka fedha bajeti ya kilimo imewekwa hapa. Sababu katika gazeti hili ambayo ni gazeti Mwananchi ukurasa wa mbele kabisa, habari nyingine inapatikana katika gazeti hili ni habari inayosema SMZ ya kusanya shilingi bilioni 16 bima ya wageni ukurasa wa 17. Gazeti Mwananchi ukurasa wa mbele inaandikwa kuteua wakurugenzi wake. Gazeti Uhuru ukweli daima inaandikwa ukurasa wa mbele kabisa hapa, diplomasia ya ulinzi ya dhibiti waliopanga kujipenyeza nchini diplomasia ya ulinzi ya dhibiti aliyopanga kujipenyeza nchini, ukurasa wa pili gazeti linaandika na habari hii inasema, JWT zaidi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama inaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya vitendo vyote vyenye kuashiria vya uvunjifu wa amani, kwa ni taifa letu ni salama lenye utulivu na amani, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga Uh, taifa Dr Stegmena ameandika hapa katika ukurasa wa mbele gazeti Uhuru ukweli daima. Habari nyingine inaandikwa hapa, msikilizaji mtazamaji, um, Ulega apangua vigogo wanaosimamia ujenzi barabara za mwendokasi, ukurasa wa mbele gazeti Uhuru ukweli daima inaandikwa katika gazeti hili. Habari nyingine ambayo inapatikana katika gazeti hili, uh, mtazamaji wa Jongo Media TV, wanaandika Dr Mpango atoa maangalizo kwa Watanzania wanaoishi Brazil, kurasa wa tatu, gazeti Uhuru anaandika hapa. Uh, Thabo Mbeki ashauri mikakati kutatua changamoto Afrika, kurasa wa tatu, gazeti hili Uhuru ukweli daima anaandika hapa, na habari nyingine ambayo inapatikana gazeti hili katika kurasa wa mbele, mikoa sita ukumbwa na baridi ya wastani. Kurasa wa nne gazeti hilo naandika wabunge wampongeza Rais Dr Samia kuleta a, mapinduzi katika kilimo, kurasa ya mbele gazeti Uhuru wanaandika habari hii hapa. Naam mtazamaji, naachana gazeti Uhuru na kamata gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania siku hii leo. Habari kubwa katika gazeti hili imeandikwa hapa na imepambwa NHIF yaguswa mzigo gharama za matibabu. NHF ya guswa mzigo gharama za matibabu, kwa mwaka inalipa bilioni mia saba. Magonjwa yasiambukiza yaongoza. Kushirikiana na TSN elimu bima ya afya kwa wote, ukurasa wa pili, gazeti habari leo gwiji la habari Tanzania inapatikana habari hiyo na habari nyingine inapatikana katika gazeti hili Habari Leo, guji la habari Tanzania. Ulega atimua watendaji ujenzi mwendo kasi, ukurasa nne. Habari hiyo inaandikwa na, nikiachana na habari hiyo nakamata habari inayosema mgusawa kujiunganisha Afrika, kurasa wa saba, gazeti hili Habari Leo, guji la leo, habari Tanzania, inapatikana habari hiyo lakini habari nyingine, mwanahabari wapewa mwezi kujisajili kidijitali ukurasa wa tatu. Habari inapatikana gazeti hili. Na habari nyingine, andikwaba asema tuamue kesho ya Afrika ukurasa wa tatu, gazeti habari leo guji la habari Tanzania. Na mtazamaji, gazeti hili pia wanaandika habari nyingine Uh, fundi mbaroni mauaji ya katekista ukurasa wa nne gazeti ya habari leo, mji la habari Tanzania, mtazamaji na habari nyingine naandikwa hapa katika gazeti hili wanaandika uh, wafanyabiashara Kariakoo walia rafu za wageni ukurasa wa saba gazeti hili habari leo, mji la habari Tanzania inaandika habari hiyo. Na sasa na kamata habari nyingine nasema TMI yaadharisha baridi msimu wa kipupwe ukurasa nne gazeti ya habari leo ji la habari Tanzania. Na sasa nikamate gazeti lingine ambalo linapenyeza habari kubwa uh, kitaifa pamoja na kimataifa. Habari nyingine gazeti lingine ni gazeti wa machinga wanaandika hapa. Wizara ya ulinzi, sekta binafsi kufufua viwanda. Waziri ta aeleza viwanda vyote vilivyokufa kufufuliwa kwa teknolojia ya kisasa ukurasa wa mbele kabisa gazeti hili ukurasa gazeti hili, wa pili gazeti wa machinga wanaandika hapa. Wanaandika habari nyingine katika gazeti hili watendaji BRT4 wapanguliwa ni baada ya udhaifu ulio uh, imbuliwa na Waziri Ulenga uh, lengo kusogeza kasi katika kupunguza foleni ukurasa uh, watano gazeti, gazeti, wa, mwanaharakati wa Kenya achiwana kurudisha kwao. Kurasa wa tatu gazeti wa maching naandika wabunge waitaka serikali kutoa wa fedha wizara ya kilimo. Katika kurasa wa mbele kabisa hapa inaandikwa habari kubwa kabisa, uh, za kitaifa na, na, gazeti hilo naandika pia habari nyingine, uh, ukurasa wa mbele kabisa hapa uh, naona kuna habari picha zimewekwa hapa, barabara hizi ambazo zinarekebishwa pale Dar es Salaam kwa ajili ya kupunguza foleni zimewekwa katika ukurasa wa mbele kabisa hapa, mtazamaji wa Jongo Media uh, TV na, na gazeti lingine ni gazeti Jamvi la Habari wanaandika hapa habari kubwa kabisa ukurasa wa mbele. Wasira ampa makavu Karua. Gazeti leo naandika habari kubwa kabisa ukurasa mbele hapa, Wasira ampa makavu Karua na amlaumu kwa uchochezi na uvunjaji wa kanuni za uangalizi wa haki za binadamu, asema alitumia bibaya nafasi yake wa kutoa matamko yenye kuibua chuki, asema Karua alivuka mipaka na kuna kiutaratibu alipokuja nchini na kutoa kauli za kisiasa akiwa mbele ya mahakama ya Kisutu. Amlaumu kutoa dharau akidai kwamba kukamatwa kwa Tundu Lissu ni ushahidi kwamba serikali ya Tanzania inaogopa Chadema, tamko lisilo na mashiko. Kurasa wa tatu habari zinapatikana gazetini. Hili ni gazeti la Vila Habari na kuna picha hapa ya Steven Wasira katika kurasa mbele hapa Ay, habari nyingine inaandikwa gazeti hili, JK amwaje sifa rais wa Namibia, ukurasa wa tatu gazeti makamu rais, funda wa Tanzania na tuende kuhitimisha magazeti haya katika kurasa za mbele, na sasa tugeukie kurasa za nyuma zinaandika michezo na burudani gazeti, eh, gazeti Uhuru kurasa nyuma naandika dkta Samia uh, dkta rais Mwinyi aongeza mzuka Simba kuua bakani, uh, Mo avunja ukimya na kutoa ujumbe mzito kwa sababu picha hapa inaonyesha e, wachezaji wa klabu ya Simba wakiwa wanafanya mazoezi kujiandaa na mchezo huo wa kimataifa. Ajoketi ampa tano Rais Samia BMT ya mvutia Romero uh, Romario. Ukurasa wa nyuma gazeti unaandika Fountain Gate ya kimbilia mafichoni kurasa kwa kurasa wa na kurasa nyuma gazeti Uhuru kule daima Bruno watoa msimamo wa Maniu kurasa wa 24 gazeti Uhuru kule daima naandika na gazeti Nipashe kurasa nyuma ni michezo na burudani. Uh, muda wake ndio huu sasa, wanaandika uh, mo atamba Simba kunguruma popote. Dr Mwinyi mgeni rasmi Jumapili awaongezea nguvu Msimbazi, kurasa wa nyuma anaandika habari hiyo. Beki wa Mazembe rasmi kutua Yanga kurasa wa nyuma kabisa, habari inaandikwa e, belgam nje wiki sita, kurasa wa nyuma kabisa uh, michezo ya burudani. Gazeti ni fashion anaandika gazeti habari leo kurasa wa nyuma, michezo ya burudani. Mwinyi ashika mkono Simba, wanaandika hapa zamaliki ya mvunjia benki mzize, zamiliki ya mvunjia benki mzize. Wanaandika kurasa nyuma hapa, wanaandika bari ngine mikono ufukweni, nguvu zote michuano dunia, wanaandika kurasa nyuma gazeti lebani gazeti, uh, habari leo, guji la bari Tanzania, mwai chimba mkwara mekane ukurasa 23 wanaandika hapa. Morem asema niko tayari kuondoka Man United, ukurasa 23 habari inaandikwa hapo, na sasa ni gazeti Zanzibar leo. Uh, ukurasa nyuma inasema Dr. Mwinyi aibeba Simba Hamasa Ubingwa. Ukurasa nyuma leo yaanza hamasa ubingwa, matumizi viwanja vilaya mikoa ni waandaliwa. Wanaandika msimu wa 6 NBC Dodoma Marathon wazinduliwa ukurasa 22 gazeti la naandika. Uh, na mtazamaji wa Jongo Media kufikia hapa, tuna la ziada katika kurasa za magazeti. Kurasa za mbele na kurasa kurasa za nyuma zinaandika habari kubwa kitaifa na kimataifa. Shukran sana kwa Kigora Micro Credit Limited Kigora, uh, kwa kuisani sehemu hii ya magazeti. Shukran sana kwa Wireless outfit kwa kuhisani sehemu hii ya magazeti. Shukrani sana kwao. Na shukrani sana kwa wengine wote pia ambao wamenipa nafasi uh, ya kukupatia kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Leo Mei 23, kurasa za magazeti ndio hizo ambazo umezitazama na kuzisikiliza. Mimi naitwa Grayson Kapinga kutoka hapa Jongo Media TV, usisahau kusubscribe, kushare ili uwe wa kwanza kabisa kupata notification zetu, na wewe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Kurasa zetu za Instagram na TikTok tunafahamika kama Jongo Media TZ, subscribe, wewe wa kwanza. Asante na kuwa na siku njema.